Mwenyezi Mungu kwa kufika mahala hapa, kwa maana toka ardhi na mbingu zinaumbwa misijawahi kukanyaga maeneo haya kwa ajili ya kufanya muhadhara, lakini tumefanya hivi kuja kupeleka maneno mawili matatu, kwa sababu hii ndiyo desturi ama ndio maamrisho ambayo Mungu ametupa wa sisi Waislamu au sisi wanadamu. Mwanadamu kwa Kiarabu ameitwa al-insan kwa maana yake mwingi wa kusahau. Kwa hiyo ndani ya Qur'ani Mungu ametaka litoke kundi litakalopita mahala mbali mbali kwa sababu tu ya kuwakumbusha Waislamu pale mahala ambapo wamesahau. Kwa sababu kanuni ya mwanadamu ni kusahau na ndio maana tunatenda dhambi kwa sababu ya kule kusahau kwetu, summial insan bikathirati nisiani. Lakini leo kwa sababu siku ya kwanza tumepewa nafasi ya kutoa salamu, lakini siku ya kesho inshallah, tutasema kile ambacho nini tunakusudia kusema katika maeneo haya, na tunafanya hivi kwa sababu wanadamu hakuna mwanadamu atakayeishi milele katika maisha haya. Leo nataka niwapashe mpashike wa Islamu, kama ulikuwa na dhana katika nafsi yako kwamba utakaa duniani milele, dhana hiyo ondoa katika nafsi yako papo mahala. Muda wako wa umri ukifika utakatika, kisha utarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Sasa pale unapoenda kurudi kwa Mwenyezi Mungu unatakiwa ubebe zawadi ambayo Mungu kakuumbia kwayo katika dunia, umefanya kitu gani? Sasa ukisikia zawadi, usiweze kuandaa boksi la biskuti ukasema nikifa nizikeni nalo. Ah ah, zawadi haiwi hivyo. Kwa hiyo, si tunafika kila mahala tunasema, kwa sababu ikifika ile siku ya Kiyama wale watu wabishi wasiotaka kuelewa wasiotaka kusikiliza kile walichoambiwa watakuwa wanakusanywa na kutumbukizwa katika shimo la moto wa jahannam. Mungu atulinde na moto wa jehannam, sio amina tu na ibada tufanye, sibaki tu amina na ibada hii. Ndio mmezoea, jitu aliswali mnalisomea itima ndio liende peponi, motoni watu wali watakula ubwabwa watapiga nyama watakula na hela watachukua, na motoni utakwenda kama uswali. Mmezoea nye jitu aliswali wala nini, mnachukua hitima pale ndo mnasoma, Mungu basi huyu aende peponi. pepo ni... hiyo ha? Pepo hamna bila babako, lakini ya Mungu mzee, hiyo bila kuchimba, asubutu hakuna pepo ya kibwege namna hiyo. Pepo lazima ufanye kazi, lazima uswali kweli kweli ndio uende peponi. Siku moja Bi Aisha alimuuliza Bwana Mtume Muhammad, alimkuta Mtume anaswali mpaka miguu ina vimba usiku kwa kusimama. Mtume alikuwa ana swali mpaka miguu ina vimba, alafu Bi Aisha anachukua kitambaa anaweka kwenye maji ya moto, alafu anakanda miguu ya mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad. Kisha anamwambia "Naomba nikuulize swali." anamwambia "Uliza, we si mtume wa Mungu. akamwambia una mashaka? akamwambia sina hata mashaka, nataka kujiridhisha. akamwambia we sikuna haya katika Qurani, Mungu kakusamehe madhambi yako yote wewe? Akasema ipo, liaghafira laka llahu ma taqaddama min dhambika wa mataakhara. Muhammad kasamehewa madhambi yake yote aliyoyafanya atakayoyafanya Mungu kamsamehe. Bi Aisha akampa bonge la swali, Mtume akamwambia, bwana mkubwa kama wewe una dhambi, kwa hiyo wewe mtu wa peponi sio? Akaambia, mimi mi mtu wa peponi, sina wasiwasi. Akamwambia, swali langu, kama wewe mtu wa peponi, ushabashiriwa pepo, kinachokufanya uswali mpaka miguu ivimbe, unatafuta nini wakati pepo ushapata, kama kweli eh? Osha ambiwa mtu wa peponi utafanya ibada yaani shuke haya mzee mbonde mtu wa peponi msikitini utaonekana. Kwanza utavaa juba juho lako kubwa na lemba hilo. Alafu wakati watu wanaswali unajipitisha msikitini pale nje unakwenda huku unarudi huku. Unatafuta mtu wa kuulize neno tu, una majawabu yako. Na huyu atakaye kudhubutu mzee mbonde, vipi mbona watu wanaswali wewe uswali? A Aye mwenyewe ujui kama mimi mtu wa peponi wale ndo bado. <laughs> Wach ateteke miaka peponi, burudani kabisa. Lakini mtume anamuliza Bi Aisha, na mimi swali lako najibu kwa swali. Akamwambia, unanijibu vipi? Akamwambia, mke wangu mtu akikupa wa zawadi utashindwa kumwambia asante? Akamwambia, sishindwi. Akamwambia, basi Mungu kanipa mimi pepo, asante yangu ya kumshukuru Mungu na mswalia yeye mpaka miguu inavimba Ulishawahi kuswali mpaka miguu inavimba? Subutu. So, nguzo za kisilamu hujui. Ukiulizwa nguzo za kiislamu ngapi, unaweza kusema inategemea na ukubwa wa msikiti. Kama msikiti ukiwa mkubwa na nguzo zinaongezeka, <laughs> msikiti mdogo na nguzo zitakuwa ndogo. Hujui chochote, Qurani yenyewe hujui. Hapa tukisema tuinushane hapa, kulu wallahu, tuwapa shida au wazee, tuanze nitazama <laughs> <laughs> shida. Kwa hiyo tunapita kuhimizana kwamba Waislamu, dunia haina nafasi. Yaani we kulie kujiwekeza katika dunia, we unajipa shida. Kwa nini? Kwa sababu itafika mahala dunia hiyo utaachana nayo. Sasa kuna watu watatumbukizwa katika shimo la moto wa Jahannam, lakini wakati wanatumbukizwa katika ule moto malaika watakuwa na maswali ya kuwauliza wakiwa motoni, alam ya atikum nadhir. Mabwana nyie mpaka mnaingia motoni nyie? Wajumbe hawajafika? Wajumbe hawajafika? mawaiza hamjapata? Si tumekaa pembeni tunakutazama. Utadanganya udanganye. Ukidanganya tu kidole juu. Mungu yo, muongo, huyo muongo si tulifika huyo. Bahati nzuri wenyewe mtasema qalu bala kad jaana nadhirun. Hapana. Waonyaji walifika. Wakulna na tukasema ma nazala Allahu min shay'in. Mungu hajateremsha chochote. Mungu anawaambia in antum illa fi dhalalin kabir, si chochote nyie, mlikuwa katika upotevu. Mna kamatwa, mna katika wa mbali kabisa, mnakamatwa mnatumbukizwa katika shimo la moto wa Jahannam kwa sababu mliyakataa mawaidha ya Mungu, kwa sababu mlikataa kufanya vile ambavyo Mungu anataka. Alafu usijiulize sana kwamba mimi ndo nishasikia mawaidha leo sasa nafanyaje na nyuma na midhambi huko, usipate tabu. Mungu hana bifu za kuendelea, we muombe msamaha atakusamee. Ndio Mungu alivyo, hanaga bifu la kuendelea. Yaani Mungu namuwasileo unamuomba msamaha, Mungu anakusamee wewe. Mwambie Mungu kwamba mimi kuanzia leo naanza kusimamisha swala, naanza kuswali, wallahi wa billahi Mungu atakusamee. Lakini niseme kwa masikitiko makubwa waambia Waislamu na wale wanaotuona duniani, hizi ziara zetu za kazi ya dawa ngumu sana kiasi ambacho kama hapa unaona vyombo vyenyewe vinavyosema, vinasema vispika viwili. Lakini Waislamu kununua vyombo hawataki. Kwenye mpira alhamdulillah, wewe unasikia mpanzo hela aliyowekewa na Simba ha kawekewa hela nyingi, kwa sababu yule mtu wa mkopo anaondoka zake, Simba wamemwekea mzigo mkubwa. Basi simba watakasirika. Mpira haramu muthlak. Kuna watu wanatoa pesa zao kununua wachezaji, kuna watu wanatoa pesa zao kununua mambo ya kijinga kijinga, lakini watu hawatoi pesa zao kwa sababu ya Uislamu. Leo kuna mahala watu wana shida na madrasa, mjengaji tu hakuna. Kuna, kuna mahala watu wana shida na misafu, mtoaji tu misafu hakuna kuna mahala watu wanashida na majuzu lakini baimu mtoaji majuzu hata hakuna. Kuna mahala watu wanashida kama sisi, vyombo hivi vya kutangazia dini, ile imekufa ile pale imekufa, zinasema hizi mbili tu peke yake, na hizi kesho hazifiki, zinakufa hizi, lakini zitafika kwa uwezo wa Mungu. tuseme inshallah. Huyo yanahitajika mahitaji makubwa sana ya vyombo katika hizi ziara ambazo tunazopita kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, kwa muda huu nataka niseme haya machache, lakini kesho, wallahi wa billahi, Mungu akatumsha salama, tutapwaga hapa mpaka mtasema basi. Semeni inshallah. Inshallah takula vitu hamjawahi kusikia katika masikio yenu. Ah, mtavisikia kesho vinatoka hapa kwa uwezo wa Mungu.